Halo, ndugu zangu, katika kutembelea mazingira ya kuja kuchukua miti kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, leo hii tumebahatika kukutana na kiumbe hapa ambacho kwa kawaida ni kivutio mtaani. Lakini leo tupo, tumeziona, tuone hatua zake za ukuaji. Hizi ni hatua za ukuaji wa kipepeo, wanamwita butterfly. Kiumbe huyu katika ukuaji wake ana hatua nne, lakini leo tumebahatika kumkuta kwenye hatua ya tatu tumeshaachana na hatua ya yai, tumeachana hatua ya lava ambayo tunamwita nani washawasha au kiwavi, lakini hapa tumekuta hatua ya tatu ambayo ni buu sawa, au mundo kwa lugha nyingine. Unaweza ukasogea ili uoze kuona kabisa, katika hii hatua ya mundo anakuaje. Hatua hii kama mnavyoona hatua hii kipepeo akishafika hatua hii huwa hapati chakula, yani hali chakula chochote mpaka anakwenda kuwa kipepeo kamili. Lakini kwenye hatua ile ya ya, lava, ya nani, ya kiwavi ndo hatua pekee ambayo kipepeo wanakula sana, ndio maana unakuta akavamia kwenye mazao fulani amekula majani, sijui wengine wanasemaga kiwavi jeshi, viwavi nini, wamevamia shambani. Ile ni hatua ambayo kipepeo anakuwa anakula akiwa ametoka tu kwenye yai, lakini hatua hii tunaita mundo au tunaita buu. Hii ni hatua pekee ambayo sasa kipepeo anatengeneza ukuaji, na zoezi linalofanyika hapa kitaalamu wanaliita analiita metamorphosis. Zoezi hili, yani kipepeo anatoka kwenye mfumo wa kuwa kama buu anaenda kuwa insect, anakuwa mdudu kamili. Sasa pale katika hii hatua ndio kipepeo anatoka anaenda kutengeneza mbawa na baadaye anaweza kupushi damu kwenye yale majani yake na kwenye zile mbawa zake, alafu yale mabawa yanakuwa yamekuwa kwa wakati na anaweza akapampu akapata nguvu ya kuweza kuruka na kufly kwenda sehemu nyingine ndio pale tunapata butterfly. Kwa hiyo leo sisi tumefarijika sana tulikuja kutembelea kitalu chetu cha Kilombero Sugar hapa lakini tumebahatika kukutana na viumbe pia vya asili. Tunaendelea kusisitiza jamii zetu kwamba utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mmoja lakini leo hii pia tumeweza kuondoka na miti ambayo tutaenda kupanda kwenye mazingira yetu na vipi uyo, uh, kiube, kama, kia, kiumbe huyu ukiamua kumtoa hapa, maana yake ndio umemsababisha yeye afe au akomee kwenye hatua hii, kuto kwenda kwenye hatua nyingine. Kama ukiangalia hapa huyu, huyu kiumbe amejining'iniza kwenye nyuzi ambazo hizi nyuzi zimekuwa zimeungana na hili jani, kwa hiyo hapa ananing'inia hivi kama unavyomwona na akajining'iniza hapa. Kwa kawaida huwa anapenda kujining'iniza chini ya jani lakini hapa kaweka juu ya jani kulingana kuna jani kubwa juu ya jani ambalo yeye amejining'iniza, kwa hiyo ni sehemu pekee ambayo yeye kwanza anajizuia na mvua, alafu pia anajificha na wadudu wengine kama buibui, sawa, eh, ambao wanaweza wakamshambulia. Kwa hiyo ukimtoa tu hapa lazima afe. Je, kuwepo kwake hapo ni kunaweza kukachagiza kuto kustahimilisha huo mmea? Kwa hatua hii haiwezi kusumbua huu mmea, lakini kama ingekuwa kwenye hatua ile ya ya, ya kiwavi maana yake alikuwa huyo ana uwezo wa kuzunguka kwenye huu mmea kufika kwenye jani ambalo lina ubichi angeweza kulitafuna, lakini kwa sasa hivi huyu hali. Kwa hiyo hapa alipokuwa yeye yuko tu sehemu salama, ametulia, labda vistomatopol zile ambazo zinapitisha hewa ndo ameweza yeye kuzihaki hapa zisifanye kazi kwa, kwa ufanisi kama inavyotakiwa. Lakini ana madhara yoyote. Lakini madhara yake makubwa, binadamu akitaka kumpunguza hapa, kama huu mmea utakuwa unapuliziwa viuatilifu, basi huyu kiumbe hapa anapoteza maisha. Na kutoka hiyo stage mpaka kufika kwenye mm, kipepeo ndio anaweza kutumia muda gani? Uh, sina hakika sana ni muda gani, lakini hawezi kuchukua zaidi ya miezi mitatu au mwezi miezi miwili. Lakini kutokea tu hapa, kuna muda mfupi tu anaweza kuwa insect kamili okay, yeah. Na, na hapo huwa ana, ana, kinamtumia nini kuweza kumfanya akue au aende step ijayo? Hapa kile chakula ambacho amekuwa amekula kwenye stage ya pili ile ya kiwavi ndio kile chakula ambacho kinamsababishia yeye aandagoo metamorphosis katika hatua hii ya abuu kuelekea kuwa kipepeo kamili. Kwa hiyo hapa huyu ali, lakini alisha kuwa amefeed, kama vile tunavyoona mbuzi anakula mchana afu anachakata chakula usiku. Basi huyu okay, kiumbe alisha chakata chakula chake kipindi yupo kwenye stage ya pili. Kwa hiyo stage ya tatu hii yeye anakuwa. Yes. unaangalia na kusikiliza Ruaha TV